Afisa Uhamiaji wa mkoa wa Kagera, Kamishina msaidizi wa idara hiyo, Petro Malima, amesema raia hao wa kigeni wamekamatwa katika msako uliofanyika kwa kipindi cha mwezi Septemba hadi Oktoba nane mwaka huu. Wamekamata raia wa Burundi zaidi ya 2000, 2140. Raia wa Uganda 145. Raia wa Rwanda 79 raia wa Kenya kumi na moja. Raia wa Kongo watano. Wachina watatu. Mwindi mmoja, Korea mmoja, Mwingereza mmoja na Msomali mmoja. Um, sasa na kuna Watanzania pia ambao kwa namna moja au nyingine walikuwa wanajihusisha na wahamiaji haramu sabini na tisa. Katika hatua nyingine, kamishina huyo msaidizi wa idara ya uhamiaji mkoani Kagera, Petro Malima amewaonya raia wa kigeni kutoingilia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu. Na tukimkamata ikitokea hiyo, maana yake lazima tumfungulie mashtaka na atawekwa gerezani kwa mujibu wa sheria za nchi. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kagera wamewaasa wananchi kuacha tabia ya kuwakaribisha wageni wasiofuata utaratibu ili kuepuka athari zinazoweza kujitokeza, kwa sababu mhamiaji haramu haweza akaingia pasipokuwa na mwenyeji wa kuweza kumpa njia za kumpenyeza. Wajitahidi kupunguza au waache kabisa, sababu yule wanayemwingiza hawawezi wakajua na athari ipi inayomsababisha kutoka kwao, au anaweza akamzuru lipi yule aliyemhifadhi. Tusikubali kuwatumia hawa watu, tusikubali kuwapokea, tutoe taarifa sehemu husika ili aa, hawa watu waweze kufanyaje, kurudi maeneo yao. Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, mimi ni Gibson Mika Ndarihaze wa ITV.